Kimbunga Funguon kilichopita katika eneo la kaskazini magharibi mwa Filipino Jumatatu Novemba 10 kimesababisha mafuriko na mporomoko ya ardhi na kuangusha nguzo za umeme katika majimbo yote na kuua takribani watu wasiopungua nane, huku wengine zaidi ya milioni moja nukta nne wakikimbia makazi yao. Kimbunga hicho kilitabiriwa kuelekea kaskazini magharibi hadi katika taifa la Taiwan. Kimbunga Funguon kimepiga kaskazini mwa Filipino wakati nchi hiyo bado ikiwa inakabiliwa na uharibifu uliosababishwa na kimbunga Kalma ambacho kilisababisha vifo vya watu wasiopungua 224 katika majimbo ya kati ya nchi hiyo siku ya Jumanne Novemba 4 kabla ya kuikumba Vietnam, ambapo pia watu takribani watano walipoteza maisha. Fung Wong kilipiga ufuo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Aura Jumapili ya usiku Novemba 9 kabla ya kimbunga kikubwa unaoendelea hadi kufika kilomita 185 kwa saa. Dharuba hiyo ya kilomita 1800 yenye upana pia wa kilomita 1800 ilipungua ilipopita majimbo ya milimani ya kaskazini na maeneo ya kilimo usiku kucha, kabla ya kupeperushwa kutoka jimbo la Union hadi bahari ya kusini ya China, kulingana na taarifa ya watabiri wa hali ya hewa maeneo hayo. Mtu mmoja alizama katika mafuriko ya ghafla katika jimbo la mashariki la Kantuandes na wengine kadhaa kufariki katika jiji la Calabon katika jimbo la mashariki la Sama wakati nyumba yao ilipowangukia, maafisa katika maeneo hayo walieleza. Katika jimbo la kaskazini la Nueva Vizcaya watoto watatu walifariki katika maporomoko mawili tofauti ya ardhi na wengine wanne wamejeruhiwa, ambapo polisi waliliambia shirika la habari la AP. Mzee mmoja aliuawa pia katika maporomoko ya ardhi huko Bali, mji ulioko kaskazini mwa mkoa wa Milimani, kulingana na taarifa za maafisa wa maeneo hayo. Maporomoko mengine ya ardhi katika mji wa Lubwagan katika jimbo la karibu na Kalinga yaliwaua wanakijiji wawili na wengine kadhaa kutoonekana walipo maafisa wa jimbo hilo wameeleza Jumatatu leo, zaidi ya watu milioni moja nukta nne pia wameahama makazi yao na kuelekea katika maeneo ya dharura au nyumba za jamaa zao kabla ya kimbunga hicho kutua na takribani watu laki tatu kumi na nane elfu wakibaki katika vituo vya uokoaji hadi leo Jumatatu. Upepo mkali na mvua zimefurika katika vijiji takribani mia moja thelathini na viwili vya kaskazini, ikiwa ni pamoja na kimoja ambapo baadhi ya wakazi wamekwama kwenye paa zao huku maji na mafuriko yakiongezeka kwa kasi. Takribani nyumba elfu moja zimeharibiwa. Bernardo Rafael Lito Alehandro wasita wa ofisi ya ulinzi wa raia na maafisa wengine wamesema, wakiongeza kuwa barabara zilizozuiwa na maporomoko ya azi zitasafishwa hali ya hewa itakapotengamaa. Amesema ingawa kimbunga kimepita, mvua zake bado ni hatari katika maeneo fulani kaskazini mwa Luzon, ikiwa ni pamoja na katika jiji la Manila. Alehandro alisema, tutafanya leo shughuli za uokoaji misaada na kukabiliana na maafa. Rais wa Filipino pia Ferdinand Marcos Jr. ametangaza hali ya hatari Alhamisi iliyopita ya Novemba 6, kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Kalmaegi na uharibifu unaotarajiwa kutokana na kimbunga hicho Fungwong, ambavyo pia viliitwa kwa jina lingine la Uwan nchini Ufilipino. Vimbunga vya kitropiki vyenye upepo unaofikia hadi kilomita 185 kwa saa au zaidi, vimeainishwa nchini Ufilipino kama vimbunga vikubwa, ili kusisitiza uharaka unaohusishwa na misuko suo mikali ya hali ya hewa. Ufilipino bado haijaomba msaada wa kimataifa kufuatia uharibifu uliosababishwa na kimbunga Kalmaegi, lakini Teodoro alisema Marekani, mshirika wa muda mrefu wa mkataba wa nchi hiyo na Japani, walikuwa tayari kutoa msaada kwa nchi hiyo. Mamlaka za nchi hiyo zilitangaza kwamba shule na ofisi nyingi za serikali zilifungwa hadi Jumatatu na Jumanne Novemba 11, huku zaidi ya safari 325 za ndege za ndani na 61 Zilifutwa mwishoni mwa wiki iliyopita na hadi wiki hii na zaidi ya wasafiri 6600 na wafanyakazi wa mizigo wakikwama bandarini baada ya walinzi wa pwani kuzuia meli kuingia baharini. Ufilipino hupigwa na takribani vimbunga ishirini na dhoruba kila mwaka. Nchi hiyo pia huwa na matetemeko ya ardhi ya mara kwa mara na ina zaidi ya vulkano kumi na mbili zinazofanya kazi na kuifanya kuwa mojawapo ya nchi zilizokumbwa na majanga mengi zaidi dunia. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.